ni mchezo mgumu japo unaweza kuonekana ni mchezo mwepesi, kutokana na timu hizi mbili, moja iko Premier League, nyingine ipo Championship. Lakini ukiwafuatilia vizuri Stand United uh, wana chances mpaka asilimia sabini za kuwa timu itakayopanda daraja msimu ujao. Kwa hiyo hawako ambako wapo kwa bahati mbaya, wako wakiwa na timu nzuri, wakiwa na mipango mizuri, na naamini na wao wanataka kuweka rekodi nzuri kwenye michuano hii kila msimu kumekuwa na timu ambayo inajaribu kuweka alama kwenye michuano hiyo, kufika mbali. Kwa Stand watakuwa na hayo malengo, lakini sisi kama Yanga tumejiandaa vizuri kuweza kupambana, tunapata matokeo mazuri siku ya kesho inshallah. Tahadhari namba moja ambayo uongozi tumechukua ni kuzungumza na benchi la ufundi na kuzungumza na wachezaji. Hatupo katika nyakati za kuchukulia poa mchezo wowote ule, na niwaambie mashabiki wa Yanga kama nilivyowaambia kwenye mechi dhidi ya Songea kwamba booster kamili ya Yanga inakwenda kushuka na, dhidi ya Stendi ni hivyo hivyo, booster kamili ya Yanga itashuka KMC Complex. Si kwamba tuna lengo la kumuonea mtu, tuna lengo la kukamilisha malengo ambayo tunayataka kuyafikia msimu huu. Kwa hiyo hatuna mechi tutakachukulia poa, hakuna mpinzani tutakayemdharau. Kila player atakayepoa nafasi ajue ni player ambaye anatakiwa akaipambanie klabu yetu kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo naomba sana mashabiki wa Yanga kesho tujitokeze kwa wingi uwanja wa KMC Complex na uzuri, tunao tuzo yetu ya kimataifa ambayo ameipata rais wetu Engineer Hersi Said kutoka uh, football summit ya kimataifa. Kesho itakuja pia pale KMC, tuzo yetu ile, tuweze kuiona kama wananchi, na tuweze kupiga nayo picha, baadhi ya watu ambao watapata bahati ya kuwakilisha wenzao. Eh, lazima tuvimbe na rais wetu.